Mji wa Bukavu hauna maafisa wa polisi tangu M23 walipouteka kumepita zaidi ya miezi miwili. Kwa sasa ni madereva wanaofanya juhudi kuongoza trafiki barabarani. Ungana nami ili tugundue kwa pamoja namna wanavyofanya shughuli hiyo licha ya kuwa yeye ni dereva wa teksi Ombeni Nsibula pia ni mmoja wa wakaguzi walioteuliwa na chama chao cha madereva wa Kongo kwa kifupi ASECO Kivu Kusini ili kurejesha na kuhakikisha usalama kwenye barabara za Bukavu wakati huu ambapo polisi wa usalama barabarani hawapo tuliona foleni nazidi sana kwenye barabara tukasema na w madereva tufungule kwanza njia ukisi polisi haiko tunajikaza mae kuna shida fulani fulani yenyewe iko kwenye barabara kwa madereva fulani wenye hawiko wanasikia, tunafanya wanafanya mistari isiyo stahili. Kwa wale ambao wasikie, tunawashauria tu, hatuwafungi kabisa, tunawashauria tu. Tunafanya hivi mpaka kwa wakati polisi kirejea, shie tunaachia polisi fanye kazi zake madereva wa Bukavu wanafanya juhudi hii kutokana na tatizo la kuzuka watu wa lagani wanaoendesha magari kiolela, na hii ndio sababu iliyowafanya madereva wa Aseco kuomba kibali kwa mamlaka mpya mjini Bukavu ili kurejesha utaratibu katika sekta yao hiyo. Msie peke, tunajiongoza tunaweza kuangalia kisha kupunguza, na kama aksida tunaeta bakua 23 baangalie namna waweza ku, pana solution me na ingine tuliku tunamaiza siepeke, wakati ko probleme tunawsumulia na watu wetu. Unaeza sema kwa kweli kazi kwalioko nguvu sana, unaona, ukiangalia mzuri wapitiw wanatumika, akuna kitu za vile huduma fulani kuna jua kuna kuna ile vumbi, kuna wakati ile unaona anza asubuhi mpaka jioni unapata hata kitu lolote ile, ile inakuwa ni shida sana, wanapata. Lakini sisi tunaangalia namna namna tunaweza kusumbua na watu wetu, tukiona kidogo tunapata labda kunywa maji. Lakini kongamo M23, hapana kitu hapana, walisema tunatumika mkadi na kusaidia tu wananchi. Tunashukuru wa sababu, unaona huko kama mabadiliko, watu wanasikia mzuri. Chama cha madereva wa Kongo Aseko Kivu Kusini kina zaidi ya madereva 6000 katika mji wa Bukavu. Takriban 100 kati yao waliteuliwa na wenzao kama wakaguzi barabarani. Wanabadilishana kila mmoja kulingana na nyakati walizokubaliana, wakati wa mchana pekee. Meya wa Bukavu chini ya AFC M23, Ladis Muganza wa Kandwa, anahimiza mpango huo, lakini anawakumbusha wakazi wake kuwa waangalifu barabarani. Hatuna polisi wa barabarani, lakini tunawaza kama polisi ni zamiri za kila mtu binafsi. Kila mtu anapaswa kuchunga kuchunga mali yake, gari iko mali na maisha haina haina samani. Ingawapo polisi haiko, lakini sirkulasion inafanana kuwa kuwa hako. Madereva wa teksi wanaofanya ukaguzi wa magari barabarani hawapewi malipo yoyote, lakini wanasema wamedhamiria sana kurejesha nidhamu ya barabarani.